DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imetimia saa kumi na mbili kamili Afrika Mashariki, kumi na moja Afrika ya Kati, majira sawa kabisa na hapa mjini bonn. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni Rashid Chilumba. Habari za ulimwengu na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Iran yaondoa uwezekano wa kurejea kwenye mazungumzo na Marekani hivi karibuni. Zaidi ya watu milioni 14 huenda wakapoteza maisha baada ya Marekani kupunguza ufadhili. Na Marekani yaiondolea rasmi Siria vikwazo Habari kamili. Tehran: waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arakci, jana Jumatatu alifutilia mbali uwezekano wa kurejea kwenye mazungumzo na Marekani hivi karibuni na kusema Tehran inataka kuhakikishiwa kwamba haitashambuliwa tena. Arakci alisema hayo kwenye mahojiano na kituo cha CBS Evening News cha Marekani alipoulizwa kuhusu matamshi ya rais Donald Trump kwamba mazungumzo ya nyuklia na Iran inaweza kuanza tena mapema wiki hii. Pamoja na hakikisho hilo, Arakci amesema bado wanahitaji muda zaidi, ingawa milango ya diplomasia kamwe haitafungwa. Marekani na Iran zilikuwa katika mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran wakati Israel iliposhambulia ilipo maeneo ya nyuklia ya Iran na miundo mbinu ya kijeshi, huku Marekani ikijiunga na kulipua maeneo matatu ya nyuklia mnamo Juni ishirini na moja. Paris zaidi ya watu milioni kumi na nne wanaoishi kwenye mazingira magumu zaidi duniani huenda wakapoteza maisha baada ya utawala wa rais Donald Trump kupunguza misaada. Utafiti uliochapishwa leo na jarida la tiba la Lancet unakadiria kuwa miongoni mwa watu hao theluthi moja ni watoto wadogo. Kulingana na watafiti wa kimataifa, ufadhili wa shirika la maendeleo la Marekani USAID uliepusha vifo milioni tisini na moja katika nchi zinazoendelea kati ya mwaka elfu mbili na moja na elfu mbili na ishirini na moja lakini kupunguzwa kwa misaada kunaweza kusababisha vifo zaidi ya milioni kumi na nne vinavyoweza kuepukika ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini utafiti huo umechapishwa huku viongozi wa dunia na wafanyabiashara wakikusanyika kwenye mkutano wa umoja wa mataifa nchini uhispania wakitumai kuimarisha sekta ya misaada inayoyumba Washington. Serikali ya Marekani imeondolea imeiondolea Syria ya vikwazo baada ya Rais Donald Trump kutia saini amri ya kuondoa vikwazo hivyo jana Jumatatu. Trump alitangaza nia ya kuondoa vikwazo hivyo kama mwezi mmoja na nusu uliopita wakati alipofanya ziara Mashariki ya Kati. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt amesema kabla ya kusainiwa kwa amri hiyo kwamba inalenga kukuza na kuunga mkono njia ambayo taifa hilo inatumia ya utulivu na amani. Lakini vikwazo vya Marekani dhidi ya rais wa zamani wa Siria Bashar al Assad na washirika wake havitaondolewa, imesema ikulu ya White House. Lakini pia vikwazo vya wanaokiuka haki za binadamu, walanguzi wa dawa za kulevya na watu binafsi wanaohusishwa na silaha za kemikali. Moscow, Urusi imesema imekamilisha udhibiti wa mkoa wa Luhansk ulioko mashariki mwa Ukraine, hii ikiwa ni kulingana na mamlaka za Urusi zinazohusika na udhibiti wa maeneo nchini humo. Gavana aliyewekwa na Urusi kwenye eneo hilo leonid Pasishnik amesema kupitia kituo cha televisheni cha serikali kwamba ripoti hiyo ilitolewa siku mbili zilizopita, lakini si Ukrain wala wizara ya ulinzi ya Urusi ambayo imetoa tamko lolote kuhusu kukamilika kwa hatua hiyo. Mkoa wa Luhansk tayari ulikuwa unadhibitiwa kwa kiasi na wanaotaka kujitenga wanaoungwa mkono na Mosco tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne lakini vita vilivyozuka Februari elfu mbili na ishirini vimeiwezesha urusi kukamata sehemu kubwa ya mkoa huo. Rais wa Urusi Vladimir Putin tayari amenyakua mikoa ya Luhansk, Donetsk, Zaporisia na na Kherson na rasi ya Kraimea iliyochukuliwa tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne na hatimaye, Washington. Rais Donald Trump wa Marekani atakuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwenye mazungumzo katika ikulu ya White House Jumatatu ijayo. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika huku kiongozi huyo wa Marekani akizidisha mbinyo kwa serikali ya Israel na Hamas ili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kuvimaliza vita huko Gaza. Ziara hiyo imethibitishwa na serikali zote mbili kupitia maafisa ambao walizungumza kwa sharti la kutotambulishwa, kwa kuwa hawakuwa na idhini ya kuzungumzia hilo hadharani. Hii itakuwa ni ziara ya tatu ya Netanyahu mjini Washington tangu Trump aliporudi madarakani mwezi Januari, na inafanyika baada ya Marekani kujiingiza kwenye vita kati ya Israel na Iran kwa kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Na huo msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokuja kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. DW, dunia yetu leo asubuhi. Asubuhi hii msikilizaji, tutaumulika kwanza mkutano wa Umoja wa Mataifa unaofanyika huko Uhispania kutafuta njia za kuzima pengo la kipato kati ya nchi tajiri na masikini duniani. Kisha utasikia uchambuzi unaotazama athari za kimazingira ambazo huenda zitajitokeza kufuatia kushambuliwa kwa vituo vya nyuklia vya Iran wakati wa vita kati ya nchi hiyo na Israel. Na huko nchini Kenya, ongezeko la visa vya watoto kupotea limeibua wasiwasi mkubwa kwenye jamii hasa ikizingatiwa kuwa wengi waliotoweka hawajapatikana hadi sasa. Asubuhi hii tumekuandalia pia makala fupi ya afya yako. Msikilizaji, usibadili kituo. Asante sana kwa kuichagua DW Kiswahili asubuhi hii. Uchambuzi unaanzia hapa. Barani Ulaya, kongamano la kimataifa juu ya ufadhili kwa ajili ya maendeleo linaingia siku ya pili leo nchini Uhispania, ambako viongozi wa dunia wanatafuta njia za kukabiliana na pengo linalozidi kutanuka baina ya nchi tajiri na masikini. Mkutano huu unalenga kukusanya matrilioni ya dola kufadhili shughuli za maendeleo kote duniani, lakini Marekani iliyo mfadhili mkubwa imekataa kushiriki. Lili ni mtono na mengi zaidi Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alifungua mkutano huo jana Jumatatu, huku akiuhimiza ulimwengu kufufua injini ya maendeleo katikati ya kitisho kinacholetwa na hatua ya Marekani ya kupunguza misaada na ambacho kinaweza kuwa na athari kubwa katika vita dhidi ya umasikini na vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Rais Donald Trump wa Marekani amesitisha misaada kupitia shirika la maendeleo la USAID, huku mataifa mengine tajiri kama Ujerumani, Uingereza na Ufaransa pia yakipunguza ufadhili na kuongeza fedha kwenye bajeti zao za ulinzi. Shirika la misaada la Oxfam limesema punguzo hili la ufadhili ni kubwa kabisa tangu mwaka elfu tisa mia na sitini kulingana na Benki ya Dunia, kuongezeka kwa umasikini uliokithiri kuna athiri zaidi mataifa yaliyoko kusini mwa jangwa la Sahara. Kulingana na Guterres, masuala kuanzia ya ushuru wa Trump hadi mvutano huko mashariki ya kati na Ukraine kwa pamoja yanatatiza biashara ya kimataifa na kuathiri pakubwa mshikamano wa kidiplomasia unaohitajika katika juhudi za kuzisaidia nchi kuondokana na umasikini. Viongozi wa dunia na zaidi ya wawakilishi elfu nne kuanzia wafanyabiashara, mashirika ya kiraia hadi taasisi za fedha wako katika mji wa Sevilla kwenye mkutano huo unaolenga kusaka msukumo mpya wa ufadhili wa maendeleo. Katikati ya kusanyiko hili, utafiti uliochapishwa na jarida la tiba la Lancet zinaonyesha zaidi ya watu milioni kumi na wanne wanaoishi kwenye mazingira magumu zaidi duniani huenda wakafariki baada ya utawala wa Trump kupunguza misaada hiyo, huku theluthi moja ikiwa ni watoto wadogo. Kulingana na utafiti wa kimataifa, ufadhili wa USAID uliepusha vifo milioni tisini na moja katika nchi zinazoendelea kati ya mwaka elfu mbili na moja na elfu mbili na ishirini na moja lakini kupunguzwa kwa misaada kunaweza kusababisha vifo zaidi ya milioni kumi na nne vinavyoweza kuepukika ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini na tukirejea kwenye kusanyiko hili miongoni mwa masuala muhimu ni mageuzi katika masuala ya fedha ya kimataifa ili kuzisaidia nchi masikini zaidi kuutua mzigo wa madeni unaozidi kurudisha nyuma maendeleo deni la nje la nchi masikini zaidi limeongezeka zaidi ya mara tatu katika kipindi cha miaka kumi na mitano hii ikiwa ni kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Rais wa Kenya William Ruto alisema bado kuna ulazima wa ufadhili wa kimataifa, na kwamba Afrika haiombi kupewa upendeleo bali wanachotaka ni usawa, ushirikiano na uwekezaji huku akiomba Marekani kufikiria upya msimamo wake. Kwenye mkutano huo aidha, kulitolewa tamko la pamoja lililothibitisha mataifa yatakavyojitoa katika kutekeleza malengo ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa kama vile kuondoa umasikini na njaa kukuza usawa wa kijinsia, kurekebisha mifumo ya kodi na taasisi za fedha za kimataifa. Kwenye waraka huo pia kumetolewa wito kwa benki za maendeleo kuongeza uwezo wao wa kukopesha mara tatu, kuwataka wakopeshaji kuhakikisha kuna kuwepo fedha kwa ajili ya matumizi muhimu ya kijamii, lakini pia kuimarisha mapambano dhidi ya wakwepaji kodi. Katika hatua nyingine, nchi zikiwemo Ufaransa, Kenya, Barbados na Uhispania hapo jana walizindua muungano wa kushinikiza ushuru kwa matajiri wanaotumia usafiri wa anga ili kusaidia mataifa masikini kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ofisi ya Rais wa Ufaransa imesema ilikuwa ni taarifa yake Lilian Mtono. Hiyo mashambulizi ya hivi karibuni ya Israeli na Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yanaweza kusababisha madhara ya muda mrefu katika mazingira, ikiwa ni pamoja na uchafuzi wa udongo. Hadi sasa haijulikani ni mabomu mangapi yalifyatuliwa dhidi ya vituo vya nyuklia na kijeshi vya Iran katika kipindi cha siku kumi na mbili za vita. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanos Karimira. Mnamo Juni ishirini na mbili, Marekani ilishambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Fordo, Isfahan na Natanz kwa mabomu kumi na manne aina ya bunker busting yenye uzito wa pauni elfu thelathini sawa na kilogramu elfu kumi na tatu mia sita kila moja pamoja na makombora thelathini aina ya Tomahawk, kwa mujibu wa Goka Mkazanova, mtaalamu kutoka kituo cha Viana cha kudhibiti silaha na usambazaji wa nyuklia. Kiwango halisi cha uharibifu uliotokana na mashambulizi hayo bado hakijulikani. Akizungumza na DW mnamo Juni ishirini na tatu, Goka Mkazanova alisema kwamba shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA halijafaulu kuthibitisha kikamilifu madhara ya mashambulizi, hasa kwenye kiwanda cha uchakataji cha Fordo kilichoko chini ya ardhi. tunaona baadhi ya uharibifu kwenye picha za satellite lakini hatujui kiwango halisi na gharama yake, aliiambia DW. Ingawa hakuna viwango vya juu vya mionzi vilivyopimwa na kupatikana nje ya viwanda, uvujaji wa vitu hivi unaweza kuwa hatari kubwa kwa afya na mazingira, na hii inaweza kuendelea kuwa kitendawili, maana hadi sasa wakaguzi wa shirika la IAEA la Umoja wa Mataifa hawana idhini ya kuingia katika mitambo hiyo kutoka vituo vya nyuklia vya Iran, kama alivyobainisha Ruzbe Eskandari, mtafiti huru na mwana mazingira aliyesomea mambo ya uchafuzi wa mazingira nchini Iran: kuna mengi tusiyoyajua, na hiyo ndiyo shida kubwa. Eskandari anatoa mfano kwa kutaja mlipuko mkubwa uliotokea mwishoni wa mwezi Aprili katika bandari ya Bandar Abbas kusini mwa Iran, ambapo moshi wa kemikali ulitanda angani na kuchafua hewa hadi sasa. Yeye anailinganisha hali hiyo na kile kilichotokea kwa kuonekana moshi mwingi uliofunika anga lote kufuatia mashambulizi ya Israel katika vituo vya nyuklia na makombora nchini Iran. Vichafuzi hivi vinachafua udongo. Uchafuzi wa udongo katika migogoro ya kivita ni moja wapo ya madhara mabaya kabisa, lakini yasiyopewa uzito kuhusu uharibifu wa mazingira, alisema Eskandari. Alisema mara nyingi athari za uharibifu wa mazingira, ikiwemo udongo, hasa tabaki la juu la udongo, kuendelea kuwepo kwa siasa mbaya na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia ya nchi vinaendelea kusababisha madhara makubwa katika maisha ya mwanadamu hadi hii leo. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo nchini Iran kwa mfano, mkoa wa Kuzestan wenye miji ya kale, pamoja na taarifa zinazopatikana katika tovuti ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu na urithi wa dunia, UNESCO, eneo hilo kwa miaka ishirini sasa iliyopita limeshuhudia kasi kubwa ya watu kulihama, kukimbilia maeneo mengine kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayosababisha mazingira kuharibika na uhai kuwa katika hatari kubwa. Shukran sana silvanos Karimera. Tuelekee sasa barani Afrika. Barani humu dawa za saratani zimegunduliwa kuwa duni au bandia, hali inayomaanisha kuwa wagonjwa wanapewa dawa ambazo ama hazifanyi kazi au zinaweza kuudhuru. Takwimu mpya zinaonyesha kwa idadi kubwa ya watu Huenda wanatumia dawa ambazo hazina viambata muhimu vinavyohitajika kuzuia au kupunguza kasi ya saratani. Hayo ni kulingana na utafiti uliochapishwa wiki hii na jarida la afya la Lancet uliochunguza sampuli kutoka hospitali kumi na mbili na maduka ya dawa ishirini na tano katika nchi za Ethiopia, Kenya, Malawi na Cameroon. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Watafiti walijaribu karibu aina mia mbili za dawa za saratani kutoka kampuni tofauti. Matokeo yalionyesha kuwa karibu asilimia kumi na saba ya dawa hizo, sawa na moja kati ya dawa sita, zilikuwa na viwango visivyo sahihi vya viambato hai, hata zile zilizotumika katika hospitali kubwa. Dawa zinaweza kushindwa kudhibiti uvimbi wa saratani. Vita Sa vya dawa duni za antibiotiki, ndio utafiti wa kwanza kufichua kiwango kikubwa cha dawa bandia za saratani barani Afrika. Lutz Haide, mtaalamu wa farmasia kutoka chuo kikuu cha Tubingen nchini Ujerumani, amesema kushangazwa na matokeo hayo. Ingawa hakuhusika moja kwa moja katika utafiti huo, alisifu ripoti hiyo kwa kutoa mwanga juu ya suala ambalo limekuwa halijangaziwa kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa Maria Liberman wa chuo kikuu cha Notredame nchini Marekani aliyeongoza utafiti huo, sababu zinaweza kuwa kasoro katika utengenezaji, hali mbaya za hifadhi na uwepo wa bidhaa bandia kabisa. Dawa bandia huongeza uwezekano wa tofauti kubwa kati ya kilicho kwenye lebo na dawa halisi. Kutambua dawa duni au bandia ni changamoto kubwa. Mara nyingi wataalamu wa afya au wagonjwa hulazimika kutegemea uchunguzi wa macho, kama vile kuangalia rangi au maandiko ya dawa lakini katika utafiti huu ni chini ya robo moja tu ya dawa duni zilizogunduliwa kwa njia hiyo. Zilizosalia zilibainika kupitia uchunguzi wa maabara Liberman anasema suluhisho ni kuimarisha usimamizi na kutoa teknolojia na mafunzo kwa maabara za nchi husika, na kuongeza kuwa bila uwezo wa kupima huwezi kuzisimamia dawa za saratani. ni sumu kali na ni ngumu kuzichambua, ndiyo maana maabara nyingi hazitaki kushughulika nazo. Liberman aliongeza kuwa maabara nyingi katika mataifa ya Afrika hazina vifaa salama vya kushughulikia dawa za kemikali kama hizo. Tatizo hili halihusishi dawa za saratani pekee. Karibu mwongo mmoja uliopita, shirika la afya duniani WHO liligundua kuwa moja kati ya dawa kumi zinazotumika katika nchi za kipato cha chini na cha kati duniani ni bandia au duni. Wagonjwa hulazimika kununua dawa katika masoko yasiyo rasmi kutokana na gharama ya juu ya dawa zilizosajiliwa. WHO imesema inashirikiana na mamlaka za kitaifa katika nchi nne zilizohusika kwenye utafiti huo ili kukabiliana na tatizo hilo. Shirika hilo pia limesisitiza wito wake wa muda mrefu kwa nchi kuimarisha mifumo ya udhibiti wa dawa ili kuzuia visa vya dawa za viwango duni au bandia, hasa katika programu za saratani. Asante sana Idi Sesanga. Tunabakia barani Afrika, nchini Kenya. Ongezeko la visa vya watoto kupotea limeibua hofu kubwa, kufuatia ripoti kwamba zaidi ya watoto elfu nane na mia nane walitoweka mwaka elfu mbili ishirini na nne pekee. Idadi kubwa ya kesi hizo bado hazijapatiwa ufumbuzi, hali inayozua maswali kuhusu usalama wa watoto. Wadau wa haki za watoto sasa wanaonya kuwa matukio hayo huenda yanahusiana moja kwa moja na unyanyasaji wa watoto pamoja na mtandao wa biashara haramu ya binadamu. Wakio Mbogo anaangazia taarifa hiyo kwa kina. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne Kenya ilirekodi jumla ya kesi elfu nane mia nane ishirini na nne za watoto waliopotea kwa mujibu wa kitengo cha usimamizi wa taarifa za ulinzi wa watoto. Kati ya hao watoto elfu mbili mia tatu thelathini na sita wamefanikiwa kuunganishwa tena na wazazi wao huku wengine wakiendelea kutoweka bila kujulikana walipo. Karen Agengo, katibu mkuu wa huduma za ustawi wa watoto katika wizara ya masuala ya kazi na ulinzi wa jamii, amesema serikali ina wasiwasi kutokana na na kuongezeka kwa visa hivyo, na ametoa wito kwa mashirika binafsi kushirikiana katika juhudi za kuwarejesha watoto kwa familia zao. We need to take the issue kulichukulia suala la ulinzi wa mtoto kwa uzito. Tunahitaji kuhakikisha kwamba kama wazazi na wadau tunawalinda watoto wetu, ili tusizungumze kuhusu mtoto katika nchi yetu ambaye amepotea. Serikali imechukua hatua kadhaa za kuwaunganisha watoto waliopotea na familia zao zikiwemo kuandaa na kusambaza miongozo ya kitaifa katika maeneo yote ya nchi, kuimarisha mifumo ya upokeaji wa malalamiko na utoaji wa majibu ya haraka, pamoja na kuwaajiri maafisa wa watoto katika kila mji ili kuhakikisha ripoti zinapokelewa na hatua kuchukuliwa kwa haraka. Hata hivyo, katibu mkuu Karen Agengo anatoa wito kwa kuongezwa kwa mgao wa fedha kwenye bajeti ya idara hiyo ili kusaidia juhudi za utafutaji wa watoto waliopotea, kuzuia visa vya utekaji nyara na kusaidia familia zilizoathirika kupitia msaada wa rasilimali. Kuna mengi yanayohusika katika usimamizi wa masuala ya watoto. Mbali na ulinzi wa watoto tu, tunahitaji bajeti kubwa kusaidia ustawi wa watoto. Viongozi nchini Kenya wametaja uhusiano wa moja kwa moja kati ya ongezeko la watoto waliopotea, unyanyasaji wa watoto na biashara haramu ya binadamu. Kwa mujibu wa ripoti za Umoja wa Mataifa, biashara hiyo haramu inaendelea kuwa tishio la kimataifa linalochochewa na mitandao ya uhalifu wa kimataifa, huku wahasiriwa wengi wakiwa wanatoka barani Afrika. Mwaka uliopita watu kutoka Afrika walihusishwa na asilimia thelathini na moja ya visa vya usafirishaji haramu wa binadamu duniani. Mbunge wa Suba Mmili Odhiambo ametoa wito wa kuweka vikwazo vikali dhidi ya majukwaa ya mitandaoni ambayo anasema yanatumika kama njia kuu ya kufanikisha uhalifu huo. There are lot of people who come in the groomer. Kuna watu wengi wanaoingia nchini ambao huja wanawavutia na kuwahadaa watoto wetu, na kisha wanawadhulumu, na ndio maana na watoto wengi waliopotea. Na sehemu ya kuhakikisha watoto wetu wako salama mtandaoni ni lazima tufanye mazungumzo kama nchi kuhusu ni umri gani watoto wetu wanaweza kufikia maudhui ya mtandaoni, uh, online content. Wazazi na maafisa kutoka mashirika yasiyo ya serikali ya wanatoa wito kwa jamii kupewa ufahamu zaidi wa jinsi ya kuwalinda watoto wao hasa kutokana na mabadiliko ya ulimwengu wa sasa. Wakio Mbogo, DW Nakuru. DW, tunavuma kwa kishindo. Tukamilishe safu ya uchambuzi asubuhi hii kwa kuangazia ripoti ifuatayo. Benki ya Dunia katika ripoti yake imesema kuongezeka kwa, kwa migogoro kuna chochea umasikini uliokithiri. Ripoti hiyo imesema maafa yanayosababishwa na, na migogoro duniani yameongezeka kwa zaidi ya mara tatu tangu mwanzoni mwa miaka elfu mbili. Zainab Azizi anatusomea ripoti hiyo. ni Benki ya Dunia Benki ya Dunia katika tathmini yake mpya imesema mataifa yanayokabiliwa na migogoro ndiyo yanayoathiriwa zaidi na kugeuka kuwa kitovu cha umasikini duniani, na wakati huo huo yanakabiliwa na uhaba wa chakula, hali ambayo inachangiwa na wingi na ukubwa wa migogoro katika mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Benki ya Dunia imesema watu wapatao milioni mia nne na ishirini na moja wanaishi kwa kipato cha chini ya dola tatu kwa siku katika maeneo yaliyokumbwa na migogoro. Na hali hiyo ya ukosefu wa utulivu inachochea umasikini uliokithiri kwa watu, ambapo idadi hiyo huenda ikafikia watu milioni mia nne na thelathini na tano ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini Mwanauchumi mkuu wa benki ya Dunia, Indermit Gill, ameeleza kuwa tahadhari ya kimataifa ilielekezwa kwenye migogoro ya nchini Ukraine na katika eneo la mashariki ya kati tangu miaka mitatu iliyopita. Gill ameongeza kusema kwamba nusu ya nchi zinazokabiliwa na migogoro zimekuwa katika hali kama hiyo kwa miaka kumi na tano au zaidi. Benki ya Dunia ambayo ni mkopeshaji mkuu imefahamisha kwamba hivi sasa uchumi wa nchi thelathini na tisa umeainishwa kukabiliwa na hali ngumu na kwamba hazikopesheki na ishirini na moja kati ya nchi hizo ziko kwenye mizozo na mapigano makali yanayoendelea. Orodha hiyo inazijumuisha nchi za Ukraine, Somalia, Sudan kusini Ukingo wa magharibi pamoja na ukanda wa Gaza, Iraq na Iran. Katika ripoti hiyo, benki ya dunia imesisitiza hatua za kuzuia migogoro, ambazo inasema zinaweza kuleta faida kubwa. Imehimiza pia uingiliaji kati kwa wakati kama njia ya kuepusha maafa makubwa kuliko kufuatilia baada ya ghasia kuzuka. Pia imesema kuwa baadhi ya nchi zina rasilimali ambazo zinaweza kutumiwa kufufua ukuaji wa uchumi katika nchi hizo, Ikibainisha utajiri wa madini ulioko katika nchi za Zimbabwe, Msumbiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na imetaja nchi hizo kuwa na madini muhimu yanayotumika katika teknolojia safi ya kuunda magari ya umeme na paneli za sola. Ayhan Kose, naibu mwanauchumi mkuu wa Benki ya Dunia, amesema kudorora kwa uchumi imekuwa ni hali ya kawaida katika mataifa yanayokumbwa na migogoro. Ripoti ya Benki ya Dunia imesema migogoro imesababisha vifo vya zaidi ya watu mia moja hamsini kwa kila watu milioni moja. Pia ni chanzo cha kushuka karibu asilimia ishirini ya pato la taifa kwa mataifa husika kila baada ya miaka mitano. Na kwa taarifa hiyo ya Zainab Aziz, ndio tunakamilisha safu ya uchambuzi asubuhi hii. Msikilizaji, kaa tayari kusikiliza makala fupi tuliokuandalia. Afya yako. Kisukari ni ugonjwa unaotokana na mwili kushindwa kudhibiti kiwango cha sukari katika mzunguko wa damu na ni ugonjwa unaovuruga utaratibu wa kuingiza sukari ndani ya chembe kutoka kwenye damu. Je, wagonjwa wa kisukari wapo kwenye hatari ya kupata kifafa? najirudia zaidi ya mara mbili, mara tatu, hiyo tusha tayari mgonjwa kama huyo, kama ni mwenye kifafa. Karibu katika kipindi hiki cha afya yako, ambapo leo tunaangazia hatari ya kupatwa na ugonjwa wa kifafa kwa wagonjwa wa kisukari. Jina langu ni Salma Mkalibala. Kwa hiyo kwenye upande wa, wa chakula inabidi tuweze kupambania kidogo wazazi. Ni daktari akitoa elimu kwa wagonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari hutokea pale ambapo tezi ya kongosho unaposhindwa kutengeneza kichocheo aina ya insulin au pale mwili unaposhindwa kutumia vizuri kichocheo hicho ambacho husababisha kuongezeka au kushuka kwa kiwango cha sukari mwilini, na zipo aina tatu za kisukari zinazofahamika zaidi kama anavyozitaja Daktari Mohamed Msuya kutoka kitengo cha magonjwa ya ndani katika hospitali ya rufaa Ligula mkoani Mtwara. Kuna sukari ya aina ya kwanza na aina ya pili ambayo ndo mgawanyiko mkubwa, ukiondoa ile sukari aina ya, ya tatu ambao anaopata wajawazito. Ambayo sukari ya aina ya kwanza hii inatokana na ni vishambulio vya mwili, lakini kwa aina ya pili wao sasa nasema ni sukari ya watu wazima. Kuugua ugonjwa wa kisukari kumekuwa kukisababisha madhara ya aina mbalimbali kwa wagonjwa, yanayotokea muda mfupi au muda mrefu kwenye mwili kama vile kupata matatizo ya moyo, mishipa ya damu macho, figo, mfumo wa fahamu na kadhalika. Dr. Shukuru Shukuru, kutoka hospitali ya rufaa ya Ligula anaelezea zaidi. Tunapozungumzia mfumo wa fahamu bongo, wa fahamu tunamaanisha uti uti wa mgongo na mishipa ya fahamu ambayo ipo kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo sukari inaleta athari. Kuna baadhi ya wagonjwa wanalalamika wanapata nini? Ganzi. Wagonjwa wa kisukari wanaopata athari kwenye mfumo wa fahamu wanataja kuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kifafa, kwa sababu ugonjwa wa kifafa hutokea pale mfumo wa fahamu unapofanya kazi kupita kiasi. Na kulingana na takwimu za Shirika la Afya Duniani WHO, watu wawili hadi watatu katika kundi la watu kumi wanaugua kisukari wanapata changamoto hiyo. Unavyozungumzia mfumo wa fahamu, unafanya kazi kama umeme, maana yake ile sehemu sasa ya ubongo ambayo imekufa au haipati damu vizuri inakuwa tayari imeshaanza kuleta madhara, inaanza kutoa chaji ambazo ni kiwango kikubwa zaidi kuliko kawaida. Kwa awamu ya kwanza tu hiyo, tunaita huyu mgonjwa amepata nini? Degedege. Madaktari -dege. Hao wanaeleza kuwa tatizo la ugonjwa wa degedege lisipotibiwa au likiwa linajitokeza mara kwa mara zaidi ya mara mbili au tatu, mgonjwa huyo utafsiriwa kuwa amepata ugonjwa wa kifafa. Mgonjwa wa kisukari yeye kupata degedege -dege huwa ni rahisi zaidi kuliko mgonjwa ambaye si wa kisukari. Tunapokuwa tumetibu ile sababu, degedege linakata, lakini ikionekana tunatibu inajirudia zaidi ya mara mbili mara tatu, hivyo tushamtemu tayari mgonjwa kama huyo, kama ni mwenye kifafa. Mgonjwa aliyepata athari kwenye mfumo wa fahamu anakuwa na viashiria vya kuwa na tatizo la ganzi kwenye mikono au miguu, kushindwa kudhibiti misuli ya mwili na kusababisha kutokwa na mkojo na haja kubwa. Hivyo kushindwa kutibu changamoto hizo kunachangia kupata matatizo kwenye mfumo mkuu wa fahamu, lakini pia anaweza akaanza kupata dalili za kushindwa kucontrol misuli ya mwili hasa hasa ile ambayo ina, inafunga sehemu ambazo ziko wazi. Kundi la wagonjwa wa kisukari walioko kwenye hatari zaidi ya kupata kifafa ni watoto wadogo na wazee na hata vijana, hususan wale wanaotumia dawa za kisukari huku wakitumia vileo. Asha Juma ni mama anayemuuguza mtoto wake mwenye umri wa miaka mitano ambaye ana ugonjwa wa kisukari. Kipindi amezaliwa, tulikuwa hatujui kama hiyo homa ni ya kisukari, tulivyozunguka huku na huku, akajulikana kama ni homa ya kisukari, akaanzishiwa matibabu. Kwa hiyo tunapitia changamoto mbalimbali za mtoto kupata homa na pia kupata degedege. Ugonjwa wa kisukari na kifafa hauna tiba ya moja kwa moja, bali hutegemea tiba endelevu, hivyo wataalamu hao wanawashauri wagonjwa wa kisukari kuzingatia matibabu na masharti ya ugonjwa wa kisukari kwa kuzingatia matumizi ya dawa na lishe na taratibu zinazoelekezwa na wataalamu wa afya ili kujikinga kupata madhara kama hayo ya kifafa. Msikilizaji, tumefika mwisho wa makala ya afya yako. Jina langu ni Salma Mkalibala, kwa heri Nam, na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo ya dunia yetu leo asubuhi. Ninakushukuru sana kwa kututegea sikio. Kwa niaba ya wote uliowasikia asubuhi hii, jina langu ni Rashi Chilumba. Hadi wakati mwingine, kwaheri. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa kumi na mbili na kumalizika saa kumi na mbili na dakika thelathini asubuhi Tulikuwa hewani kupitia satellite battery 8 utelsat 8wb hotbed 13g na ses 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa aherini.